Tumekuja hapa kwa sababu tumekumbuka mji wa Kisumu na kukumbuka mji wa Kisumu ni kusema, mwaka ujao mwezi wa nane e, tutafanya a national or an international meeting in Kisumu Stadium na tumekuja kuhamasisha 10 counties ambazo zinasukuka Kisumu zote tukutane pale tuombee taifa na sana sana, this is the right time to do that kwa sababu watu hawaja shika impact ya kuondoka kwa Raila Odinga, hawaja shika impact, baadaye watashika impact, wajue Something happened. Na kwa hivyo it is the best time to bring all the people in Kisumu tuombe pamoja tuombe nchi hii ya Kenya na tuombe Kisumu revival kama ile ilikuwa kwa wakati wa zamani e, watumishi wakubwa walipokuja kule. Asante sana. Uh, Raila Odinga baba aliondoka ghafla, kwa hivyo hakutuita atuambie ninaondoka, mjipange kile tungepanda kuuliza taifa ni kwamba eh, hajaondoka na leaders wote. Kuna leaders wengine wamewacho, ambao wanaweza eh, kusimama na policies zake na kusimama na kupigania haki katika nchi hii. Kwa hivyo kile tungeuliza agencies na watu wale wadogo wasikufe moyo wakati kiongozi mmoja anaondoka, bye and bye. Mungu huinua kiongozi mwingine, anaweza kukosa kuwa mkubwa kama Raila. Mimi sioni kama kuna mtu anaweza kutoshea hizo viatu, lakini bila shaka tutainuka mwingine mwingine kwa Biblia Saul aliondoka, watu wote wakajua taifa limekwisha, lakini david alipoinuka he was even better than Saul. So tunawapa Gen Z hope ya kwamba this is not the end of Kenya. God will raise another leader. Na tunasikitika sana kwa vile aliondoka ghafla. Kama angeondoka polepole, anatuita, anatuambia, kujaeni hapa, unajua nimebakia siku kumi. Lakini sasa hata tatua jamini ameondoka mpaka leo.